Mbele ya kwanza, tafadhali kumbuka kauli moja muhimu sana. Ikiwa ulikutana na violence ama ulinyanyaswa, sio kosa lako kamwe. Unastahili kujisikia salama na kufanya maamuzi kuhusu wewe na mwili yako. Kama uko msichana au mwanamke na umepitia unyanyasaji au violence, kuko huduma mbalimbali zinazopatikana kwa ajili ya kukusaidia. Huduma hizi ni za siri. Hata kama haukunyanyaswa lakini una mahitaji fulani, kuko pia huduma zinazopatikana kwa ajili yako. Watoa huduma ambao wanafanya kazi na wanawake na wasichana pekee katika jamii yako wanaweza kuwa chanzo kizuri cha habari na wanaweza kukusaidia kutambua mahitaji yako na jinsi ya kuyatatua. Kumbuka, kunyanyaswa haiko kosa lako kamwe. Fikiria kuzungumza na mtu unayemwamini. Hauko peke yako. Uko na haki ya kupata huduma za kushughulikia mahitaji yako.